Ona kazi hiyo ndo mazoezi, si eti mazoezi mliu ndevu kaa Yuda. Unaenda zako jimu, unaambiwa kaza kiuno, kaza makalio, legeza <laughs> <miijimu apu> makalio, oya! <laughs> mi jimu apo ndo liponishinda, ukisikia jimu liponishinda. hapo ndo jimu liponishinda. kaza makalio, legeza kiuno ah! nikaona bora nitumie Mr. Kritin hii hapa. Nifanye mazoezi nyumbani kwangu, nimuone Mr. Kritin, nijaze chest, nikate tumbo. Huyu hapo Mr. Kritin ndo ananiwezesha huyu. Sawa. Huyu ndo ananiwezesha Mr. Kritin. Nakoroga asubuhi kijiko changu na chai, maji ya moto na piga hii. Sawa. Afu utapata matokeo. Lakini ukiona papara na mji, asubuhi umeamka, Umekwenda jimu umekaa msururu namna hivi, kama mko mstarini, kuna mengi yanatokea. Eti mtu anakwambia kaza sehemu zako, unakaza. Kaza makario, unakaza. Legeza makario, unalegeza. Inama hivi, unainama. Fanya hivi kiuno, we shika dabu yako we. mi mtu mzima we. mi msalamu we, nimeenda jando. Bora nikimbia uani kwangu hapa, maisha yataenda nikichoka na kuroga kikombe changu cha chai uniambii, siyo nikaze viungo, siyo nilegeze makalio, siyo kaza makalio, uniambii mambo hayo, utakupasua niko mwenyewe. Huyu hapa huyu ndo anaondoa zaruba yote ya mwili, huyu ndo anaondoa mapungufu yako ya mwili. Mshamba, niko nyumbani kwangu na densi kila aina, naona mambo na densi kila staili. Mshamba narudisha kwenye gari, mashine yape milioni 30, maongezi hapa. Vyombo vimetulia hivi hapa sasa hivi hivi hapa hivi hapa tumebadilisha mfumo, kwa hiyo tunachukua gari za Kijapani tu. Vangai mimi Tanzania, vyombo vimetulia, milioni 40, milioni 30, utaki ondoka guna kagunia huko ofisini kwako. Mshamba unajiweza, agiza kutoka Dubai, Japani. Vyombo vimetulia, milioni 90 imelala, gari mbili tu, milioni 90 zimelala. Mshamba na gari yako ya kupewa na tufu benki. Sasa tunaga maneno alafu si maisha yetu ya ukweli, hatujipendekezi kwa mtu, kwa mtu, muka, mtu na mtu. Saizi umeamka, nimemwahi mtu kaja na kigeni kama hichi. Tajiri kaja dimu na wewe ndiye dimu. Punguza kasi ya umbea ya... ishi uhalisia, ishi kiukweli.